Leo heshima ya wanawake kwa waume zao imepotea, ni kwa sababu ya kukosekana kwa upendo kutoka kwa mwanaume kwenda kwa mke au kwa mwanamke. Mwanamume yoyote ambaye anaonyesha upendo, kujali, kuwepo pale, kujisacrifice kwa ajili ya familia na mke wake, automatically lazima atapokea heshima kutoka kwa huyo mke, labda huyo mwanamke awe ana ukichaa kidogo Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kanuni ya kimungu leo inaachwa, wanaume hawakai katika nafasi zao za kujali familia, kulinda familia, kujidhabiu kwa ajili ya mke na watoto. Ndio maana heshima kwa wanawake imepungua kwa kiasi kikubwa. Na leo ipo kanuni mbiu siu, ni ya Umoja wa Mataifa, lakini ya mfumo wa dunia hii ya kuwafanya wanawake kujiona na wao ni sawa na wao wanaweza na watu tunaisherekea, tunaipigia makofi. Ipo nje ya kanuni ya kimungu. Mungu aliposema mwanaume atakuwa ni kichwa, hajamaanisha atake dominion, yani hajamaanisha am, amtawale mwanamke. Amemwanisha amlidi, amwongoze, awe ni kichwa katika namna ya kutoa instruction, maelekezo sahihi nini cha kufanya. Bwana wetu asifiwe sana. Kwa hiyo wanawake wengi leo wamepewa ile nafasi ya ukichwa na wamechukua nafasi ya ukichwa, ndio maana heshima imepungua kwa waume zao au kwa wanaume, na ni kwa sababu dunia leo, na hata kuna ulimbukeni wa wanaume kutaka kuwa wanawake yale majukumu ya Mungu aliyompa mwanaume leo yamepungua katika familia, katika jamii. Ndio maana wanawake wanaokana, wana nguvu, wana ushupavu, wana sauti, wanaweza wakasimama wakasema na wakawepo, waka pasipokuwa mwanaume. Lakini nature ya Mungu alivyoumba, mwanamke alivyoumbwa, amewekwa katika namna ya kuongozwa na kichwa, ambayo ndiye mume. Adamu alipoacha kumpa maelekezo mara kwa mara Eva akatokea Shetani bilisi akampa maelekezo Eva nini cha kufanya. Na ndivyo ilivyo leo, ukiangalia Apostolmato ndoa nyingi mfanya, umefungisha ndoa zaidi ya sabini na mbili. Ndoa nyingi matatizo yake ni makubwa, ni mwanaume hataki kumsikiliza mwanamke, mfumo dume, dharau, mabavu ya mwanamke asipopewa sikio na mume wake, atatafuta sehemu ya kujiexpress kujielezea, na akipata sehemu ambayo sio sahihi, ndio unakuwa ni mlango wa adui wa kuharibu ndoa na mahusiano. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa. Jamani wapendwa, Bwana Yesu asifiwe sana. Kanuni ya afya ya ndoa na uimara wa ndoa ni moja tu, na ni kanuni ya Mungu: mwanaume kumpenda kujidhabihu kwa ajili ya mwanamke na mwanamke kumheshimu mwanaume. Nisikize vizuri, kwenye Waebrania amesema ndoa anaheshimiwa na watu wote, na malazi yawe safi. Ana maanisha nini, malazi yawe safi? maana yake kuwe na uaminifu kati ya mume na mke, kusionekane na aina fulani ya chembe chembe ya uzinzi wala uasherati na malazi yawe safi. Kwa hiyo watu wa kwanza kuheshimu ndoa ni wahusika, ndio watu wa kwanza kuheshimu ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamume atakapojiheshimu, ndipo na mwanamke atapofanyaje? Atapojiheshimu. Ila anazungumza jambo fulani zuri katika agano la kale, neno uzinzi au washerati Ulichukuo, ulichukuliwa kama ni uvunjifu wa heshima ya ndoa, na adhabu yake mnajua ilikuwa ni kupigwa mawe mpaka kufa kulingana na torati, sheria ya Musa, lakini ilikuwa ni mpaka ukamatwe, titi futati, uso kwa uso, macho kwa macho, kulingana na sheria torati. Hiyo ni tafasiri ya mtazamo wa agano la kale katika sheria torati ya Musa: uzinzi na washirati ni mpaka mtu afanyaje, akamatwe lakini Bwana wetu Yesu Kristo alipokuja alikuja kubadilisha ile mtazamo wa torati. Kumbuka Yohana sura ya kwanza mstari wa 17 na 18, inasema sheria ililetwa kwa mkono wa nani? Wa Musa, lakini neema ambayo ni kweli ililetwa kwa mkono wa nani? Wa Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja kutoa tafasiri ya uzinzi na uasherati, akasema sio lazima mtu akamatwe tit for tat mwili kwa mwili, akasema hata mtu akiangalia kwa macho yake na akatamani moyoni mtu huyo ameshafanyaje? Ameshakwisha kuzini tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa kwanza kulinda kufanya malazi yawe safi ni ninyi wenyewe, ni e ninyi wawili. Bwana Yesu asifiwe. Kuto kuruhusu mianya ya usherati, mianya ya uzinzi, kujiheshimu katika ndoa, mtu akishindwa kujiheshimu ndani ya moyo wake, nafsi yake mwenyewe, hata waliomzunguka, ile energy ya heshima ndani itakosekana, itakuwa hai attract aivutie heshima kutoka kwa watu waliotuzunguka. Kwa hiyo ukiona mtu anaheshimiwa, hujue kuna namna ndani yake ameiweka heshima kwenye moyo wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amezungumza katika kitabu cha Mithali, Mithali sura ya 14 mstari wa kwanza amesema kila mwanamke aliye na hekima hujenga nyumba yake au ndoa yake, bali mwanamke aliye mpumbavu hubomoa kwa mikono yake mwenyewe. Ni kwa nini ndoa inaharibiwa na mwanamke na sio mwanaume? Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kusudi la mwanaume kukutana na mwanamke kusudi kubwa mwanamke awe ni msaidizi wa maono, msaidizi wa mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa kwenye maisha ya mwanaume. Ndio maana Mungu anasema mwanamke hubomoa nyumba yake, ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. kwa lugha rahisi anaposhindwa kukaa katika nafasi ya usaidizi, kinachotokea Mungu awabariki, kinachotokea anaiharibu nyumba yake yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri, kuna mara mbili, ni aidha mwanamke akutane na mwanaume ambaye hana maono ya aina yoyote ile Unajua, mwanamke kutana na mwanamume ambaye hana maono pia ni tabu, ni kazi. Hana cha kusaidia, ameingia pale hana cha kusaidia, zaidi zaidi yeye ndio atoe maono na direction. Kumbuka, mwenye maono ndio anatoa maelekezo, anatoa mwelekeo. Kwa hiyo ndoa nyingi utakuta zina matatizo, ni kwa sababu yamkini hata mwanamke hana tatizo, yamkini ni mwanaume amekosa kuwa na maono ya kusaidiwa na yule ambaye ni ubavu wake. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mgeukie jina lako mwambie, kama ni mwanamke, mwambie unajua maono ya mpenzi wako, mwambie unajua nini itakupasa kufanya kwenye usaidizi wako. Haleluya, nisikize vizuri, mwanamke huharibu ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Wewe unapokuwa unachumbiwa binti, kama hujaolewa hakikisha huyo bwana huyo kijana anakupa picha kamili ya nini cha kwenda kukusaidia ndani. Ukiingia pasipo hiyo picha kamili, hamtakaa kwa furaha huko ndani, utakuwa una kazi ya kufanya sana sana. Yamkini ikakuta wewe ndio una maono, yeye ndio anakuwa ni msaidizi. Sasa halo, bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya mwanaume na heshimu mwanaume ni yale maono aliyo nayo inakuwa ni dira, na mwanamke anapata nguvu, kwa sababu nature ya mwanamke nature ya mwanamke yoyote yule awe ana PhD awe ni darasa la Pili B. Nature ya mwanamke yoyote awe ana fedha awe hana fedha ni wa kuongozwa, wanataka kusikia ndio. Hata ukiwadanganya ukiwaongopea, wao yani wanatamani tu kusikia ndio. Mwanamke akikosa kusikia kwa mwanaume, atatafuta mwanya mwingine wa mtu akua anamwambia Utakuta wewe una fedha, umeelimu, una heshima zako, lakini ndoa yako inaongozwa na mtu wa ovyo ovyo tu, mtu ambaye hana mbele wala nyuma. Kwa nini? Yeye ni mzuri kwenye kutoa maelekezo. Mwanamke anataka kusikia, wanaendeshwa kwa kusikia. Halo. Kwa hiyo mtume Paulo anapoliandikia kanisa, anapomwambia mwanaume, ishi na mke wako kwa akili, ni akili hiyo anayozungumza. Wanataka kusikia, wanataka tukusikia tu hata kama wana, hata kama wanajua huyu mtu ananipanga, lakini ni mradi tu wanasikia kutoka kwako, wanaridhika, hata kama unajua unaodanganya. Kuna mtu mmoja anongelea hapa, jamani, wapendwa. Wanawake wanaongoza kwa kufanyaje? Kwa kusikia. Kutaka kurekebisha ndoa yako, kuwa mzuri kwenye kutoa maelekezo, kuwa mtu wa mipango, kuwa mtu wa tumaini la kesho. Mpe vision yako, aone mwanga, nini kesho kitatokea. Hata kama unampe mia mbili. Ataridhika na mtadumu naye, ila akiona hauna vision yoyote, hauna maelekezo yoyote, utamfungua mlango wa jambo fulani kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamii pia jamii anje, ya nje inapaswa kuheshimu ndoa ya wahusika, nikimaanisha ni ndugu, jamaa na marafiki. Kuna nafasi ya wazazi mtoto wao au watoto wao wanapokuwa chini ya utawala kabla. Violet hajatolewa mahari na Mr. Innocent alikuwa chini ya utawala wa wazazi na walezi fulani, alipotolewa mahari kibiblia. Mtu hawezi kuwa mke wako pasipo kumtolea mahari kibiblia. Pasipokuwa na makabidhiano kati ya familia ya mke kumkabidhi familia ya nani? Ya mume. Lakini mara baada ya mahari, ile jukumu la usimamizi ya yule mwanamke au yule binti linaamishiwa kwa nani? Kwa mwanaume. Kama mwanamke mwana ushasikia kwenye ndoa mwanamke anasema mimi baba yangu alikuwa afanye hivi, mimi baba yangu, anamtolea reference mume wake za baba yake au walezi wake. Ushakusikiaga eh? unafikiri kwa sababu gani? kuna kitu kina miss kwenye ndoa ambacho alikuwa anakipata huku kabla ya kutolewa mahari, huku akisikia. Bwana Yesu asifiwe. Ila nitapenda nikwambie jambo moja ambalo na msingi sana Pili msomaji wa pili amelisoma, kuna Wakorintho wa Kwanza sura ya saba mstari wa kumi hadi kumi na moja amesema, lakini wale waliokwisha kuoana nawaagiza, wala hapo sio mimi, ila Bwana. Paulo mtume anasema, mke asiachane na mumewe, lakini ikiwa ameachana naye na akae asiolewe, au apatane na mumewe tena. Mume asimwache Anasema sio mimi hapo, ni nani? Kwa hiyo Mungu anachukia kufanyaje? Kuachana. Mungu hapendi kuachana, ni wazo lake, ni agano takatifu, hapendi kuachana. kati ya, kati ya maombi ambayo wanandoa wanapasa kutangaza ni maombi haya, hata kama kuna dalili gani za kuachana. Nyanyua mkono wako, mwanandoa mmoja, tangaza: sio mpango wako, sio mapenzi yako, Mungu watu wawachane kila nguvu inayoruhusu uharibifu katika ndoa yetu haina nafasi, kwa sababu sio wazo wako, ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Yesu Kristo alipokuja, akaja na mtazamo. Walipomwambia kwa habari ya torati ya Musa, kwamba Musa anasema kwamba mwanamke akifanya hivi na hivi, yanapaswa kupewa talaka, Yesu Kristo aliwaambiaje? Akamwambia, tangu mwanzo haikuwa hivyo. Sio mapenzi ya Mungu watu wapeane talaka wakishaungana. Tangu mwanzo haikuwa hivyo, akamwambia, ila kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao Musa akawaandikia. Kwa sababu ya nini? Ya ugumu wa mioyo yao. Mimi na wewe tupo chini ya neema, hatuendeshi kwa sheria ya Musa, tunaendeshwa kwa kweli neema, ambayo ni nini mwana ndoa mwenzako mwambie hakuna kuachana, mwambie hakuna kuachana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mtazamo wa talaka katika Torati ya Musa, talaka ilikuwa ni kwa sababu ya mioyo migumu. Kusoma Kumbukumbu la Torati sura 24 mstari wa kwanza hadi wa nne utaona pale, na mtazamo wa Yesu Kristo Watalaka alisema isipokuwa mtu amekamatwa kwenye nini? Kwenye uashirati, ndio watu wanaweza kufanyaje? Wakaacha. Mathayo sura ya 19, Mathayo 19 mstari wa 3 hadi wa 9, Marko sura ya 10 mstari wa 2 hadi wa 12, inazungumza mazungumzo ya Yesu Kristo, alikuwa anatoa tafasiri yake maelezo kuhusiana na talaka.